Aina za watu kulingana na kipato chao. Utakuwa na mimi Joyce Steven mkufunzi um, wa fedha aliyethibitishwa na BOT. Kundi la kwanza ni watu wanaotegemea mtu mwingine kukidhi mahitaji, hawa ni dependent group. Kundi hili ni kundi la watu ambao hawana kipato au hawana udhibiti wa kipato chao kabisa, kwamba hela aliyonayo yeye sio anayeitafuta, inatafutwa na mtu mwingine, yeye anapewa tu. Sasa kwenye hili kundi malengo, lengo la kwanza itakuwa ni kujenga uelewa wa thamani ya fedha. Lengo la pili ni kukuza fikra za kujitegemea. Na tatu kwa kutoa mbinu za kuanza kujipatia kipato kidogo kidogo yani, pata kipato kidogo, ili uweze kupata ile ule ujasiri wa wewe kutengeneza kipato. Kundi la pili ni kundi la watu ambao wenyewe wanajitegemea lakini wanakopa, yaani hawa ni struggling independence. Hawa wako wengi, kwanza wana kipato lakini hakiwatoshi, ko wanakopa mara kwa mara ili kuweza kuendesha maisha kwenye hili kundi, malengo tunapokuwa kwenye elimu ya fedha itakuwa lengo la kwanza kubadilisha tabia za kifedha, mbili kujifunza kuishi ndani ya uwezo wako, na tatu ni kutoka kwenye madeni. Kumbuka huyu mtu ili aendeshe maisha anakopa mara kwa mara, kuona madeni yanakuwa mengi. Na kundi la tatu, ili ni kundi la watu ambao wanakidhi mahitaji yao, lakini wana kipato kidogo. Tunawaita stable but limited. Hawa wanaweza kuishi bila kukopa, lakini hawana nafasi ya kujiendeleza au kuwekeza au kuweka akiba. Kwa hiyo hawa malengo yao, lengo la kwanza itakuwa ni kujifunza kuweka akiba na kuwekeza kidogo kidogo, mbili kuongeza kipato bila kuacha kazi ya msingi. Ile kazi unayoifanya inakupa kipato, usiiache. Na tatu ni kuwa na mipango ya kifedha ya muda mrefu. Mba isiwe tu ile siku kwa siku. Lakini kundi la nne ili ni kundi la wanaojitosheleza na kuweka akiba. Hawa wanaitwa Financial Secure Group. Hawa wanajitosheleza na wana akiba na wana uwezo wa kuwekeza. Kwa hiyo malengo yao, lengo la kwanza inakuwa ni kuwekeza kwa tija, mbili ni kulinda mali zao, utakuta mtu hapa anakatia bima gari anakatia bima nyumba anakata bima ya afya, kwa sababu afya kumbuka, pia ni mali na tunawekeza hapo yeni. Tatu ni kufundisha wengine wawe na financial security, wawe na uwezo wa kujitosheleza kifedha. Sijui wewe upo kwenye kundi gani. Yawezekana upo kundi namba moja, wale ambao ni wanategemea watu wengine, au upo kwenye kundi namba nne na wewe ambaye upo kwenye kundi namba moja, unatamani ufike kwenye kundi namba nne, na wakati huu yeye ambaye yuko kwenye kundi namba nne anatamani azidi kujiongeza zaidi. Tuwasiliane 07 87 33 79 79, unaweza kunipigia au ukatuma meseji ya kawaida au kwa WhatsApp ukasema, naomba uniunge kwenye group la Take charge of your money. Baibai bye bye, mpaka wakati mwingine.